Kufuatia tukio la wanafunzi wanaodaiwa kuwa ni tawi B la shule ya msingi Mwavi iliyopo wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, wakionekana wakifundishwa ndani ya jengo la Kanisa kwa madai ya kuwa wameshindwa kufika katika shule yao ya msingi Mwavi iliyopo mbali wa kilometa 16 na GADI TV kuripoti taarifa hiyo, mkurugenzi wa halmashauri ya Bagamoyo ndugu Shauri Selenda amelifunga tawi hilo na kuagiza wanafunzi hao waamie katika shule yao hadi serikali itakapotenga bajeti ya ujenzi wa shule shikizi kwenye eneo hilo. Ikumbukwe kuwa awali mkurugenzi huyo alipohojiwa na mwandishi wetu kuhusiana na tukio hilo alidai kuwa hana taarifa za uwepo wa tawi hilo licha ya kuelezwa kuwa uendeshaji wake ulikuwa ukihusisha uongozi wa shule ya msingi Mwavi ambao ulikuwa ukituma mitihani kwa njia ya WhatsApp kwa ajili ya wanafunzi hao. Aidha, kwa upande wake mwalimu aliyekuwa akijitolea kwa kushirikiana na mchungaji wa kanisa hilo kuwafundisha wanafunzi hao ameshangazwa na kitendo cha mkurugenzi Selenda kutotambua kila alichokuwa akifanya licha ya kujitolea kwa miaka mitatu kuwafundisha wanafunzi waliosajiliwa kwenye shule ya msingi ya Serikali. Hii ni GADI TV, jina langu ni Aisa Msuya. Umeona kwamba taratibu hazikufuatwa za uanzishaji wa kituo hiki cha Segwa. Uh, kwa sababu hata uh, mwalimu anayefundisha uh, hana taaluma ile ya ualimu ambayo inatakiwa kuwapatia wanafunzi hawa uh, masomo yao ambayo wanatakiwa kuwa naye. Lakini pia tumezunguka kwenye mazingira, tumeona mazingira pia si rafiki, mazingira ni hatarishi kwa wanafunzi hawa kuwepo mahali hapa, kwa sababu hata choo pia ni changamoto kwenye eneo hili. Lakini pia eneo hili ni la kanisa, na uh, kanisa walikuwa wanatoa tu msaada kwa kushirikiana na wazazi kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata elimu eneo hili. Kwa hiyo uh, kuanzia leo kwa maelekezo yangu kama mkurugenzi, ni kuona kituo hiki sasa kinafungwa na kufata utaratibu wa kuanzisha shule shikizi, na kwa eneo hili baada ya kutembelea tumegundua kwamba ndio kuna changamoto kwa sababu ni mbali na shule mama ya ya Mwavi ambayo iko karibu iko kwenye kata yetu ya Fukayosi. Na kama ofisi ya mkurugenzi tumeongea na mwenyekiti wa kijiji ana mwenyekiti wa kitongoji pamoja na mheshimiwa diwani kuanza kwa nguvu za wananchi kuanza shule shikizi eneo hili, na ofisi ya mkurugenzi itahakisha kwamba kwenye mwezi huu wa nane tunapoenda kwenye bajeti mpya ya mwaka wa fedha ishirini na tano ishirini na sita basi tunaleta fedha kwa ajili ya kukamilisha eneo hili kuweza kupata shule shikizi kwa mwaka huu mpya wa fedha, ili kuondoa adha ya wana, wanafunzi hawa na wazazi wa eneo hili la Segwa ambao wanapata elimu lakini kwa sasa ambapo kituo hiki hakina sifa na mazingira yake ni hatarishi, aa, kwa leo tumekifunga na kuhakikisha kwamba wanafunzi walioko hapa hawa ambao bado wako kwenye madarasa ya juu wanaweza kushirikiana wazazi pamoja na mheshimiwa diwani na mtendaji wa Fukayosi pamoja na mtendaji wa kijiji cha Mwavi kuhakikisha kwamba wanaenda kupata elimu katika shule mama ya Mwavi ambayo iko kwenye kata hii yetu ya Fukayosi. Lakini kama kanisa ambalo linatoa huduma hii kwa waumini uh, pia tunaendelea kukagua nyaraka zake kuona kama kanisa hili lina nyaraka zote zinazohitajika ili kuendelea na huduma hizo, lakini kutokana na kukosa choo bora kwa kanisa hili ambalo pia ni, ni changamoto kwa waumini ambao wanasoma wa, wanasali hapa, pia nao tunasitisha huduma yao kuhakikisha kwamba mpaka watakapojiridhisha kuwa na choo bora cha kuweza kutoa uh, uh, kutoa huduma kwa waumini wao lakini pia kuhakikisha kwamba wamesajiliwa ambao tutaendelea kujiridhisha ili. Yani, kwanza limenisikitisha sana, kwa sababu yani, hata kama huone yani kitu ambacho mtu amekifanya, lakini ukienda kuangalia mda niloutumia ni mwingi, afu nimepoteza yani, so kwamba nilikuwa sina kazi za kufanya nyumbani, nilikuwa na kazi nyingi za kufanya, lakini nilijitolea ili niwasaidia wale watoto, kwao hata ile sapoti kusema kwamba mwalimu hata ongera kwa kazi ulioifanya, maana watoto sahizi wanatoa leo waliofika ni nzuri, wanajua kusoma vizuri kabisa hata wakichukua kafanya interview watoto wako vizuri kosta. Yani huwa nimesikitia kwa sababu anaonyesha kwamba yani hajaonesha ushirikiano na mwalimu, ila anachokiangalia labda ni wanafunzi tu wale na aweze kuwasaidia vipi, ila kwa yule ambaye ametoa elimu bado hajamfikiria. Kwa hiyo kimenisikitisha, maana alivyomaliza vile tu na kuondoka hajaulizia yani, yani kama mwalimu amefanya kazi muda gani hajauliza na kusema hata yani kusema mwalimu hata kidogo yani, anasema hata aongea kama alivyosema mbunge, hamna. Naona sijaelewa ya yani, mambo yao sijaelewa tu, niseme tu hivyo kwa sasa hivi. maisha yako unategemea sasa kufanya nini au nini ambacho kinaendelea kuhusu wewe yani? Kwa sababu sasa inabidi nitafute alternative yani, nitafute hata eneo nianze tu kulima, nipambane mwenyewe nilime ili familia maisha yaende, maana sina sehemu nyingine, kwamba sina mtaji, useme kwamba sina mtaji useme nitafungua biashara sasa hivi, kwa hilo sitajidanganya, sababu wazazi ada watoi, sema nilijitolea tu kwa moyo wangu ambao ninao, kwa ningekuwa na chochote kitu labda, huenda ningefungua biashara ningeanza na maisha mengine. Sasa kwa hata huo mtaji wa biashara sina, basi nabidi nitafute shamba, nianze kuingia shambani, nianze kupambana, huenda Mungu baadaye akanifanyia wepesi, mambo yakawa vizuri.